Mtazamaji karibu tena katika mwendelezo wa kipindi chetu cha Hadubini ya Afya kutoka Taasisi ya Taifa ya Utafiti wa Magonjwa ya Binadamu, NIMRI. Katika kipindi hiki tunaangazia tafiti mbalimbali za afya zinazofanywa na watafiti bobezi kutoka NIMRI. Kubwa zaidi, tunatupia jicho matokeo ya tafiti pamoja na mchango wake katika kuboresha sera za utoaji wa huduma za afya nchini, na leo tunakutana na Dr. Basiliana Imidi, mtafiti mkuu kutoka NIMRI na meneja wa kituo cha NIMRI Dodoma. Dkt. Basiliana ni daktari mbobezi katika tafiti za tabia za mbu waenezao magonjwa akiwa na uzoefu mkubwa katika tafiti za wadudu dhurifu na amepata tuzo mbalimbali za kitaifa na kimataifa kutokana na matokeo chanya ya tafiti zake kwa jamii na serikali kwa ujumla. Leo atazungumzia utafiti maalum ulioangalia mtazamo wa wanajamii kuhusu kuanzisha na kudumisha ushiriki wa vikundi vya wanawake katika kudhibiti mbu na wadudu dhurifu. Uh, utafiti huu uh, umefanyika kati ya mwaka 2023 na 2024 na na na, na umefanyika katika wilaya mbili uh, mojawapo ikiwa ni wilaya ya Misungwi na wilaya ya Ilemela katika mkoa wa Mwanza ambao ni mojawapo wa mikoa iliyo katika kanda ya ziwa nchini Tanzania. Utafiti huu umekuwa na wadau na washirika mbalimbali mbali. Uh, wakiwemo Taasisi ya Taifa ya Utafiti wa Magonjwa ya Binadamu, ambayo pia ilishiriki katika kutoa cheti cha maadili ya kufanya tafiti za afya, na pia wadau wengine walikuwa ni programu ya Women Lift Health Uh, upande wa Afrika Mashariki ambao mimi nilikuwa mmojawapo na pia shirika la afya duniani kanda ya Afrika kupitia programu ya Mwele Marichela Mentorship Program, na wadau wengine ambao walishiriki e, katika kazi hii ni Pan African Mosquito Control Association, ambayo wao walinipatia tuzo ijulikanayo kama uh, mid career women in vector control Excellence Award na wadau wengine uh, ni wanajamii wa wilaya ya Misungwi na Ilemela, ambao ambayo tulishirikiana nao vizuri hadi kupata matokeo ya mradi huu. E, malengo ya mradi huu lengo kuu lilikuwa ni kuangalia mtazamo wa wanajamii endapo vitaanzishwa vikundi vya wanawake kushiriki katika uh, kazi ya kutokomeza uh, mbu na wadudu dhurifu katika maeneo yao. uh, utekelezaji wa mradi huu ulitumia mbinu mbalimbali mbali, ikiwa ni kwa mahojiano ya kina ya mtu mmoja mmoja na pia mahojiano ya vikundi, na pia yalishirikisha wanawake na wanaume, watu wazima pamoja na vijana, viongozi wa kimila, viongozi wa kidini e, katika ujumla wao, pamoja na viongozi wa vitongoji. Tukija kwa upande wa matokeo, a, matokeo yameonyesha kwamba jamii imefurahia na inapenda vikundi hivi vya wanawake viweze kuanzishwa ili kusaidia katika kupambana na magonjwa yanayosambazwa na mbu katika jamii zao, na jamii pia imekuwa na uelewa mkubwa kuhusu ni mazingira gani ambayo mbu huzaliana ambayo yanazunguka mazingira ambayo wana, wana, wanaishi na pia e, jamii wengi wa wanajamii ambao walihojiwa walionyesha kwamba e, walisema kwamba wataweza kusaidia hawa wanawake kuweza kuwapatia motisha mbalimbali ili waweze kufanya kazi zao bila changamoto yoyote, na kwa upande wa viongozi wa kijamii na viongozi wa kimila wao walikuwa tayari hata kuanzisha visheria vidogo vidogo ili kukusanya ma, a, mapato kwa ajili ya kuwalipa hawa wanawake mishahara na kufanya kazi yao bila a, changamoto a, yoyote. E, mradi huu umekuwa na faida nyingi zikiwemo a, uelewa kuongezeka kwa uelewa katika jamii ambayo utafiti huu ulifanyika, uelewa kuhusu aina mbalimbali za mazalia ya mbu na namna na, ya kuyaangamiza. Na pia uh, utafiti huu umesaidia katika uh, mchango um, katika sera na maamuzi. E, hii ni kwa sababu niliweza kuandika kijarida sera uh, kutokana na matokeo ya utafiti huu na kijarida sera hicho kimeshawasilishwa, nilikiwasilisha kwenye mamlaka husika kwa ajili ya matumizi ili kuboresha uh, na kuingiza kwenye sera ya ushirikishwaji wa wanajamii, hususani wanawake katika kupambana na mbu pamoja na wadudu dhurifu. Pia matokeo ya ujumla ya utafiti huu yamechapishwa katika jarida la kisayansi la kimataifa lijulikanalo kama The Journal of Basic and Applied Zoology. Uh, wito wangu uh, kama mtafiti mkuu wa mradi huu ni kwamba ushirikishwaji wa wanajamii hususan wanawake ni wa muhimu sana ili. Uh, hii ni kwa sababu jamii E, e, e, hii ya wanawake ndio wanafahamu zaidi mazingira ambayo e, wanaishi na hivyo kutoa mchango mzuri kuhusu matumizi sahihi ya afua na hivyo kuisaidia jamii kwa ujumla. Uh, kuondokana na vifo pamoja na maradhi yanayosambazwa na mbu na hivyo kuwa na jamii yenye afya kwa ujumla. Mtazamaji, usikose kufuatilia mfululizo wa vipindi vyetu vya Hadubini ya Afya. Tembelea tovuti ya NIMRI www.nimri.or.tz au mitandao yetu ya kijamii NIMRI Tanzania. Asante, endelea kutufuatilia.